Mambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Pang. Bidhaa ndogo katika mji wa Yiwu, mkoa wa Zhejiang mashariki mwa China zimekuwa zikichochea ukuaji wa mauzo ya nje ya mji huo na kusababisha ongezeko kubwa la zaidi ya asilimia 16 katika miezi saba ya kwanza ya mwaka huu. Ukiwa na jina la soko kubwa zaidi la jumla duniani la bidhaa ndogo, mji wa Yiwu umevutia wimbi linaloendelea la wateja kutoka kote duniani kuweka oda ya bidhaa zao. Mji huo sasa unakaribisha wafanyabiashara zaidi ya elfu kumi na tano kutoka nchi na maeneo zaidi ya 100. Jambo ambalo limepata uhusiano wa muda mrefu wa biashara ni ubora na sifa ambao bidhaa za Kichina zimepata katika masoko yanayoibukia. Mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Zhejiang Sali Abrasive Technology ya huko Fancy Fan alisema, wakiwa watengenezaji wa zana za vifaa vya ujenzi, mwaka huu wameona ongezeko kubwa la oda kutoka nchi za Afrika zikiwemo Kongo, Liberia, Kenya, Ghana, Morocco na Algeria, nchi wanachama wa Ukanda Moja na Njia Moja. Oda kutoka Russia pia zimeongezeka mara saba au nane ikilinganishwa na mwaka jana. Ili kunufaisha wateja wa nje, mji wa EU umetangaza mkakati wake mpya wa kuendeleza soko la ng'ambo. Mojawapo wa hatua za hivi punde imekuwa kuanzishwa kwa soko lake la kwanza la nje ya nchi huko Dubai, ambalo litakuwa linauza bidhaa hasa katika sekta ya vifaa, ujenzi na nishati mpya. Soko hilo limefunguliwa mwaka huu na tayari karibu asilimia 60 ya vibanda vimekodishwa. Yuan Ying, meneja mkuu wa soko hilo, amesema kuingia Dubai kuna maanisha watapata soko la watu bilioni 1.5 wa mashariki ya kati na Afrika kaskazini. Mradi huo uko karibu na eneo huria la biashara la Jebel Ali ili waweze kutumia fursa ya bandari hiyo kufanya biashara ya bidhaa ndogo ndogo. Kwa mkakati wa ng'ambo waliozindua mwaka huu, watatumia njia tofauti kulingana na masoko tofauti na sifa za kibiashara za wafanyabiashara. Tangu kufunguliwa kwa biashara mwezi Juni mwaka jana, soko hilo limevutia mkondo wa mara kwa mara wa wanunuzi wa kimataifa na zaidi ya aina milioni mbili nukta moja za bidhaa zinazotolewa kutokana na mlolongo kamili wa viwanda vya China kusaidia kuwezesha usafirishaji wa bidhaa hadi kwenye kituo hiki kipya cha Mashariki ya Kati.